Cypro B Plus ni dawa inayotumika kunenepesha je ni kweli hili ni swali ambalo watu wengi hujiuliza hasa wale wanaojiona wembamba wa au ambao wamepoteza hamu ya kula wengine ukimilia kuitumia kwa sababu tu rafiki yake au ndugu yake alisema imemsaidia sana na alianza kula sana lakini sasa hebu ngoja leo nikuelezea kwa kitaalamu kuhusu dawa hii lakini kabla sijaelezea kuhusu dawa hii, ni kuombe ufollow wa akaunti yetu ya Dokta Rafiki kwa kubonyeza alama ya kujumlisha iliyopo hapo juu ya video hii, lakini pia unaweza kutufuatia katika mtandao wa YouTube, Instagram na Facebook kwa jina la Dokta Rafiki. Asante kwa kufanya hivyo, na Mungu akubariki na kupe afya njema. Ok, Cypro B Plus ni dawa yenye mchanganyiko wa dawa mbili. Dawa ya kwanza ni Cyproheptadine Hydrochloride. Cyproheptadine Hydrochloride hii ni dawa ya kundi la antihistamine. Hizi ni dawa ambazo zinatuliza dalili za mzio yani allergy, kama mafua ya allergy, upele miwasho au allergy inayotokana na chakula. Kwa hiyo kazi yake kuu ni kupunguza athari ya mzio yani allergy mwilini. Lakini pia cyproheptadine huathiri moja ya sehemu ya ubongo inayoitwa hypothalamus, ambayo inahusika na kuathiri hamu ya kula. Hivyo basi moja ya athari zake ambazo kwa kitaalamu tunaziita side effect ni kwamba huongeza hamu ya kula kwa baadhi ya watu na hapo ndipo watu wengi huchanganyikiwa kuhusu matumizi sahihi ya dawa hii. Baada ya kuitumia, mtu anaweza kujikuta anakula sana na matokeo yake huongezeka uzito. Hapo ndipo wengi husema dawa hii inanepesha, lakini ukweli ni kuwa kunenepa si kazi kuu ya dawa hii. Ni athari inayotokea kwa sababu tu dawa hii imechochea hamu ya kula na mtu anakula zaidi ya kawaida. Yaani, dawa hii haikufanya unenepe moja kwa moja, bali huchochea ulaji, kisha ulaji huo unakusababisha kuongezeka uzito. Kwa hiyo cyproheptadine haipaswi kutumika kama dawa ya kunenepesha, isipokuwa kama kuna sababu za kitaalamu za kuitumia, kama vile kupungua kwa hamu ya kula kutokana na ugonjwa, au kama una matatizo ya mzio, yani allergy. Dawa ya pili ni vitamini B complex. Hizi ni vitamini ambazo mwili wako unazihitaji kila siku ili kuendelea kuwa na nguvu, na zinafanya kazi ya kuchangamsha mwili na kutoa nishati, kusaidia mishipa ya fahamu kufanya kazi vizuri, kusaidia seli zako kukua na kujijenga upya kwa hiyo mtu akiwa dhaifu, anapokosa hamu ya kula au anapopona kutoka kwenye ugonjwa, hizi vitamini humsaidia kumrejesha kwenye hali nzuri ya kiafya. Je, Cypro B Plus kufanya nini mwilini? Husaidia mwili wako kuongeza hamu ya kula na hufanya mwili kutumia vizuri chakula unachokula, lakini haita kunenepesha kama huna lishe sahihi. Yani, ukitumia Cypro B Plus lakini bado huli vizuri, au huna matatizo ya lishe na mzio, unaweza usione faida au ukaongeza uzito kwa njia isiyo salama. Hapo ndipo tatizo linapoanzia. Watu wengi wanaitumia Cypro B Plus kiolela, wakizani ni dawa ya kunepesha, bila kujua kama mwili wao unahitaji dawa hii au hawahitaji kabisa. Ukitumia Cypro B Plus bila sababu za kiafya, kama upungufu wa hamu ya kula, kukonda kwa sababu ya ugonjwa, au kama una matatizo ya mzio, yani allergy, unaweza kupata madhara kama kuongezeka uzito usio wa afya hasa mafuta ya tumboni, usingizi mwingi au kuwa mvivu sana wakati wa mchana, kupungua kwa nguvu za kuamka vizuri asubuhi au kufanya kazi. Na ukitumia kwa muda mrefu bila uangalizi unaweza kuharibu ini au figo. Cypro B Plus si dawa ya kunenepesha kama ilivyosemwa mtaani. Cypro B Plus ni dawa inayosaidia kurejesha hamu ya kula kwa watu wanaokumbwa na changamoto hiyo, hasa baada ya kuugua au kupoteza uzito kwa sababu za kiafya au kwenye matatizo ya mzio yani allergy. Kwa hiyo kabla hujaikimbilia kuitumia dawa hii, jiulize, je, mwili wako una uhitaji wa dawa hii? Badala ya kujiamulia wewe mwenyewe kuitumia, tafuta ushauri wa kitaalamu kutoka kwa daktari au unaweza kuwasiliana na Dr. Rafiki kwa njia ya WhatsApp mahali popote na muda wote. Asante sana kwa kunisikiliza. Hakikisha umesubscribe kwenye channel yetu ya YouTube ya YouTube Dr. Rafiki kwa masomo zaidi ya afya hadi kwa wakati mwingine. Nikutakie afya njema. Mimi ni daktari wako Dr. Rafiki.